Gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amehakikishia jamii ya Waislamu ndani ya kaunti hiyo kuwa ardhi ya msikiti mkongwe wa Kongo huko Diani, eneo bunge la Msambweni, haitanyakuliwa na mabwenyenye, akisema serikali yake imeweka vikwazo vya kuzuia uuzaji wa ardhi hiyo. Kauli ya gavana huyo inajiri baada ya taarifa kusambaa mitandaoni pamoja na vyombo vya habari kuhusu mabwenyenye wawili waliochapisha tangazo la kuwa na nia ya kuuza ardhi hiyo yenye ekari hadi kufikia sasa, serikali ya kaunti ya Kwale kwa ushirikiano na tume ya kitaifa ya ardhi NLC pamoja na tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC imefanikiwa kurudisha vipande vya ardhi mbalimbali vilivyonyakuliwa ikiwemo ardhi ya kisiwa cha Kisite, Mpunguti, Chale, Lungalunga na Diani. Swala la ardhi ndani ya Kwale hii ni swala ambalo nimelivulia njuga. Ni swala ambalo nalifuatilia kwa ukaribu sana, na ndio sababu kwa hichi kipindi ambacho mimi nimeongoza tumeweza kukomboa ardhi mbili za bichi hapo Diani. Kwa hichi kipindi ambacho mimi naongoza tumeweza kurudisha Kisite Mpunguti wananchi, kwa wananchi wa Kwale. Kwa hichi kipindi ambacho mimi naongoza, Chale Island imerudi kwa wananchi. Kila kiongozi, tumesimama imara ili kutetea ardhi ya Kongo. Ardhi sisi katika ruwaza yetu ya county tumeiweka, ili tutengeneze beach, Islamic beach, ambapo watu wakitaka kuenda kuangai, kufanya masuala ya kujivinjari ya kidini inawezekana, kuwa tunaweza kuenda mahali pa heshima, iwe ni Kongo.